Mbeya kwa kushirikiana na wananchi wa mtaa wa Iyela One umeweza kufanikiwa kumpata mtoto mchanga wa siku tisa aliyekuwa ameibiwa tangu kuzaliwa kwake, na huyu mtoto ambaye alipotea alikuwa anaitwa, ambaye aliibiwa anaitwa Isaka au Isaka Ambwene na alibiwa na watu wasiofahamika. Ni kwamba mnamo tarehe 29 mwezi wa 4 mwaka 2025 majira majina ya saa tano za usiku Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya lilipokea taarifa kutoka kwa mjumbe wa serikali ya mtaa wa Iyela ambaye anajulikana kwa, kwa majina ya Ambakisye Kilundu akijulisha kwamba mtoto mchanga Isaka Ambwene ya kiume mwenye siku tisa umri wa siku mm -hmm, tisa kuzali tangu kuzaliwa kwake ametoweka pale nyumbani na watu wasiofahamika, ndipo mama mzazi wa huyo mtoto eh, ambaye anaitwa Neema Mkunywa mwenye umri wa miaka ishirini na mbili mkazi wa Iyela One alieleza kuwa akiwa nyumbani kwake siku hiyo alitembelewa na ndugu yake ambaye alifika pale majira ya saa kumi na mbili za jioni. Na ndugu yake kama mgeni aliyamtembelea anaitwa Rukia Mohamed miaka ishirini eh, na saba ambaye anakaa makazi hayo ya Iyela na ni dada yake. Kwa hiyo alimpokea kama mgeni na wakakaa naye wakaongea naye, na baada ya maongezi hayo aliamua kuondoka na alimsindikiza huku huyu mama mzazi wa mtoto huyu mchanga wa siku tisa akamwacha mtoto ndani akiwa amemlaza na akarudishia mlango na kumsindikiza huyo e, dada yake mpaka e, umbali fulani, na kisha akarudi, na aliporudi ndipo alipokuta huyu mtoto wa siku tisa hakuwepo pale ndani. Jitihada za upelelezi kushirikiana na wananchi mbalimbali ili kutafuta huyo mtoto, mtoto ziliweza kufanyika na ndipo mnamo tarehe 15 mwezi huu wa 5 mwaka 2025 25 majira ya saa 3 za usiku, mtoto huyo aliweza kupatikana akiwa ametelekezwa kwenye eneo jirani na na, na, na nyumba wanayoishi baba na mama wa huyo mtoto wa miezi kwa siku tisa, yani kwa maana kwamba nyumba ilipo na ndipo ilipokuwa amemweka huyo mtoto hapo kwa jirani. Kwa hiyo Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linaendelea chini ya vikosi vyake maalumu vya kufuatilia matukio kama haya kwa ajili ya kupata nani aliyekuwa amemchukua huyo mtoto, alikuwa ana nia gani na alikuwa anampeleka wapi. Kwa hiyo mpaka sasa hivi, e, eh, juhudi zinaendelea kufanyika ili tuweze kumpata na baada ya kuweza kukamilika, wahusika wakipatikana watafikishwa mahakamani kwa ajili ya kuchukuliwa hatua.